Yes, hali gani? Popote ambapo unaifuatilia chaneli yako bora, kituo bora kabisa cha matangazo cha NYTV, mimi ni Messi Malio. Tarehe sita ya leo ya mwezi wa nne mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ni Jumapili ya baraka kabisa na tulivu, tukiwa tuna kuangazia matangazo haya kutoka hapa katika maeneo ya Goba. Hapa nipo katika kanisa la TAG DPA linaloongozwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Kabuta, na leo kutakuwa na tukio la baraka kweli kweli mahali hapa, tukio ambalo hakika litakubariki pia wewe ambaye unaifuatilia NYTV. Watakuwa na ibada ya kumshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo Mungu ametenda kwa kanisa hili, lakini kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Kabuta pamoja na mke wake na familia yake, kutakuwa na tukio ambalo litakuwa ni la kuzindua magari mawili gari moja likiwa ni gari, gari la kanisa ambalo limenunuliwa na kanisa kwa ajili ya matumizi mbalimbali mbali ya huduma za kikanisa gari ambalo limegharimu taslimu shilingi milioni ishirini na tatu za Kitanzania. Kiukweli ni jambo la baraka, ni jambo la kufurahisha, kwa mafanikio makubwa kwa kanisa kuweza kupata chombo hiki cha usafiri, lakini pia kutakuwa pia na uzinduzi wa gari lingine la pili ambalo hili ni gari la mke wake na mchungaji Kabuta, na hili halitokani kabisa na kanisa, halijanunuliwa na kanisa, ni gari ambalo limenunuliwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Kabuta mwenyewe kwa mapenzi yake kwa mke wake, akaamua afanye surprise kwa mke wake, amemnunulia usafiri wa gari nzuri kabisa ya kisasa ili aweze kuweza kutumia katika mahitaji yake mbalimbali mbali, matumizi yake ya hapa na pale, lakini pia katika huduma ya kazi ya Mungu. Na gari hii pia nayo imegarimu kiasi cha shilingi milioni ishirini na nne za Kitanzania. Hakika hili ni jambo la kufurahisha, ni jambo la kubariki moyo pia. Bila shaka katika hili tunajifunza, upendo una gharama. Tunaye mwanaume Yesu ambaye alitoa upendo wake kwa ulimwengu, akatoa maisha yake, akatoa uhai wake kwa ajili yako na mimi, ili aweze kukuokoa wewe. Wewe una lipi ambalo umelifanya kwa yule ambaye unampenda? Mtumishi wa Mungu, Mchungaji Kabuta akaona atoe fedha zake aweze kutoa usafiri kwa ajili ya mke wake. Haya ni mapenzi mema sana. Kwa wewe ambaye una mke, pengine una mzazi, unaweza ukafanya pia kwa kanisa, kwa washirika, chochote kile ambacho Mungu amekujelea kukifanya ukafanya kwa mapenzi mema, ni jambo la kubariki. Basi hapa tujifunze moyo wa kutoa. Hili alichokifanya mtumishi wa Mungu Mchungaji Kabuta kwa mke wake hakika ni jambo la kuubariki moyo, na moja kati ya vitu ambavyo vina ubariki mioyo ya wanawake walio wengi. Bwana mpe vizawadi, vizawadi vinachochea upendo ambao vitafanya ule upendo ustawi, lakini pia tunajua kwenye upendo amani inatawala. Kwa hiyo jambo hili linaubariki ubariki moyo pia wa Mungu ambaye yeye ndo mwanzilishi wa jambo hili na akatupa amri kuu, tupendane. Upendo ni nguzo kuu kwa wewe Mkristo, lakini kwa yote ambayo unaifuatilia NY TV, jifunze kupenda kwa yule ambaye unaona unampenda, ukafanya kitu kwa ajili yake kitaubariki moyo wake, na pia utaendelea kuchochea upendo na kufanya ama nitawale katika ndoa yenu ama nitawale katika familia yenu na katika maisha yenu ya kila siku na, na gari hili la mke wake limesajiliwa kwa jina la Loveness Kabuta. Gari zuri kabisa ambalo atakuwa akilitumia mke wake kipenzi, ambaye ameweza kumnunulia zawadi kwa ajili ya matumizi mbalimbali yake binafsi, lakini pia kwa huduma na utumishi ambao wanatumika pamoja na mume wake mchungaji Kabuta, mchungaji kiongozi wa kanisa hili la DPA Dar es Salaam Pentecostal Assemblies. Basi matangazo haya yatakujia mubashara kutoka hapa katika uh, kanisa hili la DPA hapa Goba jijini Dar es Salaam. Mimi ni mes malio. Mungu akubariki unapokwenda kufuatilia tukio hili. Na gari hili la kanisa limesajiliwa kwa kanisa la kwa jina la TAG kwa maana yaani, mali ya kanisa na sio mali ya mtu binafsi. Lakini pia tutakuwa na ugeni kwa maana ya kuwa na mgeni rasmi ambaye leo hii ataongoza tukio hili, naye si mwingine ni askofu wa jimbo hili Askofu Mwashilindi ndiye atakayekuwa kuwa hapa, Askofu Aaron Mwashilindi. Lakini pia atakuwa sambamba na maskofu wengine, wachungaji mbalimbali, mwangalizi pia wa eneo hili atakuwepo Mchungaji Sabuni. Lakini pia tutakuwa na kwaya na waimbaji mbalimbali ambao wamealikwa kwa ajili ya tukio hili la baraka litakalofanyika hapa. Basi ni kukaribishe sana, na Mungu wa mbinguni akubariki unapokwenda kufuatilia tukio hili.